Yes, jambo wa ndugu wapendwa, habari yenu, mmeamka? Sasa ni asubuhi ya asubuhi ambao kabisa, tumekuja ili kwamba tupate kuwaambia habari zetu zote jinsi zilivyo. Mimi ni ule wako ule ule mmoja tu, ni Kolomboka mwenyekiti, <laughs> mwenye, mwenye mfalme wa habari ambayo kabisa, nimekuja mbele ya mikrofoni ya Holly Officiel nikiwa hapa kwenye studio yetu kabisa, ili kwamba tupate kukupatia moja kwa moja, ni kitu gani, ni hipi, ni mali gani? <laughs> hapa, ni hapa ni tunaanzia hapa kwetu mjini. Tumeamka vizuri, tumeamka kabisa, tukimsifu tumea na kumwabudu moyo ndani ya roho zetu na kuomba Mungu aendelee kutulinda ili kwamba tupate kushinda vishawishi vya mwovu shetani. Ni vile ndugu zangu <laughs> Bukavu mumelamka namna gani? Nyangezi mmelamka namna gani? Walikale huko mmelamka namna gani? Yani mtuambie, mtuambie mmelamka namna gani? Na hapa ni mzuri sana na wengi ninaona wametuandikia kwa habari zetu zilizopita za asubuhi, kwa asubuhi jana wametusalimu, wametuambia Kolomboko, melamuka je? Ache niwajibie leo nikisema kwamba nimelamuka vizuri <laughs> yaani, nimesema tu kwamba nimelamuka vizuri na nyinyi mumelamuka je? Kule Amerike melamuka je? Ufaransa mumelamka je? Belgike mumelamka je, uko ngambo za Qatar? Mumelamka je, uko ngambo za hmm? uko ngambo za ende Israele, na uko ngambo za Palestine, uko ngambo za Rome, na mahali pote wale ambao wanakuwa Paris, uko ngambo za Ufaransa. Nimesalimia watu ambao wanakuwa uko Paris na uko Lyon kabisa, tunaendelea kuwasalimu sana Tukiwambia ya kwamba muko ku fon decaire kabisa, muko ku roho zetu, hatuna bamisi sana kabisa. Tukiwambia ya kwamba muko ku roho zetu, sans probleme, nous sommes la pour vous. Ni vile ndugu zangu, antuka <laughs> ha, hapa kabisa, tunaendelea kuichapa kazi polepole, tukiwambia ya kwamba Belgike inaendelea kabisa kusukuma majeshi yao katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo ili kwamba wapate kuchunga muji wa Kinshasa pamoja na miji mbalimbali ambazo hazijakamatwa bado, muji wa Uvira. Ndani ya muji wa Uvira banakia biro ya depitaso ama wamefungua biro ya wadepite mipya hapo. Sasa inaonekana ya kwamba biro ya eh, badepute national itakuwa inatumikia pale Uvira. Ni kusema Uvira inakuwa ina kama vile muji ambayo imeshimamia Sud Kivu yote, eh, kwa sasa. Ni kusema ya kwamba ako kama vile ayo ndio Bukavu kwa leo. Ni kusema Bukavu imetoka imekuwa soline eh, lakini ime imegombolewa na bukavu kwa sasa toke. Ni kusema guvernora, ma institution zote za leta na kulipiwa watu wa uvira wanalipiwa na leta ya guvernema ya republique demokratique du congo. Waaskari wanalipiwa pale pale tu, yaani banki zenye zinatumika pale ni banki za leta, ni kusema kwa sasa hapa mjini Goma awezi kuona service ya leta ya guvernema kongolea awezi kuiona tena. Muji wa Bukavu nako vilevile awezi kuona service ya leta ya guvernema ya Congo. Maanake ni kusema bitu bimiesha kubadilika. Meme kashe, kashe ambayo imepigiwa hapa haiko kashe ya Congo, ni kashe ya Alliance Congo donc, ni kusema tumekua mu inchi ingine ambayo banaita Alliance du Fleuve Congo, lakini sikuje kuwapatia sifa hawa watu. Ni kusema ya kwamba ili banaita balkanization, deja aba bajama balisha kuifanya hapa mjini Goma, biko banatosha kila, kila neno ambayo inaitwa Republique Democratique Congo Ubonona Stadirki, napenda mufungue macho mujue na mwelewe hmm? Yaani, ila jina inaitwako Republique Democratique du Congo, biko banaifuza kabisa, mitu vyote biko banatiako Alliance du Fleuve Congo. Alliance uki, ukienda kumarompwe, manaanza kuandikako hii jina Alliance du Fleuve Congo, juu batu babikamati babisikie baanze kuishi donk, baanze kuona kama wamekuwa tayari mwaile ya Alliance. Hapa nataka kuwaambia kama tayari nchi imegawanyika, inachotutakiwa ni kusema ya kwamba hawajatangaza tu. Lakini kwanza hivi tuko tunaongea na nini? kiseketi awamkubali kama president wa Republique Democratique du Congo onke okay, ni kusema bitu yote kwa muda huu tuko tunaongea mameisha kuwi counseling, ni kusema kwa muda huu tuko tunaongea pamoja nawe hapa guvernema kongole aipo tena ayesabiwe huku kwenye tuko sisi, ila sisi wamoja ambao kabisa tuko tume baki kwa msingi wetu na msimamo wetu. Tunajua kama tuko wakongomani ile tu sababu hatuwezi kutoa ukongomani na niwetu. Kongo ni moja na aita kuwa divize pamoja na Mungu. Ndio kwa maana nimewaambia ya kwamba kwa muda kwa huu umoja ni nguvu, umoja ni nguvu huyu umoja wetu inabidi iendelee ikuwe sude tena, isibanduke. Mimi nataka niwaambie, umoja wetu itatufanya sisi tuwe na nguvu, lakini tusipokuwa na umoja, wa ndugu wapendwa wa Kongomani, unaona kama hapa kinachozuia Bukavu yote kuwa, kuwa tombe ni Uvira na Walungu. Lakini Walungu wakifungua njia, unaona kama Mwenga itakuwa imezoofuka. Uvira ikifungua njia, unaona kama Fizi itakuwa imezoofuka, na hapa njo milango ya kwenda mpaka kwenye wanataka. Ndio kwa maana muko mumesikia maodio ama una watu wa kadre ya M23 ambao wako wanafanya maudio, wakisema kwamba ah, sisi tuko wakongomani. Acha tuseme hivi, unakutana wanaanza kusema Bitakwira aliambia wazalendo ya kwamba waachie tu M23 ipite ili mayele ya adui na bakichapita mengine yatajulikana. nina unaona, kama hii ni mbinu ambayo kabisa adui anafanya ana, ana, ana unaona, kama ni kitu ambayo nonszyani inaonyesha wazi kama adui iko napenda agonganishe wazalendo wa Uvira wa Mwenga na wawalungu anapo anapobagunganisha na kuambia fulani alishakula pesa na bale bakindu alishakula pesa ona, abaendelee tena balikia na yasho yasho, balikia na moto, banafika hapa Uvira vitu vyote vinakuwa bloke. Ona injo mbimwe ado. Sasa bakongomani, tulamke tujue iki kitu tena kuna wengine se son des etudiants, se son des kongolais, biko banavunja bengine moyo, wakati ambapo tunaanza kusikia omoja wanaza sema bazalendo abata kuyaka tena, basha tuwacha e, ukav bata ikamataka tena banakuwa detenge. Ile ni mbinu moja wapo ingine ya, ya adui ya kuambia muzalendo ya kwamba autakamataka batu banakua desi. Na ile unaona, kuku ingine kaa ingine nayo, ndakwambia gisi adui ku natumika na nakutumikisha wewe, wewe muzalendo anakukamatia kwele nguvu ndogo, ndogo yako donk. Okay, unaona batu banafre desi, okay kuna kitu kingine ki ambacho kinaonekana rushwa muvita kitu kinye kinaonekana rushwa muvita ni kitu gani? Nasema kwanza bravo wazalendo wenye walikamata Nyangezi na bakabaki pale mpaka sasa ii tuko kunongea, kaziba Nyangezi iko mikono ya wazalendo bila kurudia nyuma, katana na kabamba kabamba yote kwenye mikono ya wazalendo bila kurudia nyuma. Katana wazalendo waliacha centre, wakaingia pembeni ya centre ili kwamba wapate kufanya nini? Kupanga mipango yao. Lakini febles njoo enye inakuwa vita sasa, sasa hivi febles wakati ni bazalendu wanapigana kwa nguvu, banatosha adui. Banapomtosha na kimbia sa, bazalendu nao wanarudia tena mpori, ama wanarudia kule kwenye balitoka. Pale kuna baki ya vidi hii, njo feble yenye adui anaanza utilize. Sasa mapopulatio anaanza sema, simasimuma kama abana nguvu balisikia tu harufu yetu na bakakimbia. Iasa una deja pale Bazalendo, mutanisikia mzuri sana. Wakati yenye munapiga fasi munarudia nyuma, munaacha pale fasi wazi ni kosa, sababu hata kama watakuja awatufanyie mabaya, batakuja batuafeblire na roho zetu zitakuwa zimevunjika na kama munajua kama kwenye munenda piga amu ya kuwa tayari kubun, kubakia eh, doki kugunie ile fasi kubana ile fasi na mubakie pale, ni heri mwache kwanza, mupange mipango mzuri, mukue na moto, mupige, mukabe na hapa hadui hata, hatatahata hata semasema sema mingi tena, sababu anayasama wali wanakuya na moto. Hii ni konsel yangu, ni wazo yangu, sababu shie bote tuku tunatafuta dawa ya kutusaidia ili kwamba tulonda iki kiboni. Ndio kwa maana nimesema umoja ni nguvu, umoja ni nguvu, ndio semea leo

lakini inapopiga hakuna soda kwa defense enye aliingia pale, aende tena apige naye baingiane, sasa moja kwa moja. Aunona kama hizi bomu zenye zinapiga zinakufa bure, na hapa arui tena nabakia pale pale tu ene aaa, sasa faida gani iko kwa kupiga bomu nyingi na kuua wengi? lakini musikabe basi. Ni kitu gani kiko kinazuia kwa kukaba? mahali munu na nyangezi mulikaba ni sawa, tunataka sasa na mahali pengine pao hivyo. Na zaidi tena, musiwe munakawa kwa kufanya kazi yaani msio mnakaa kwa kufanya nini? Kwa kufanya kazi. Eneme nawaza, mko mmenisikia. Ni mimi wenu Kolomboka. Kwa leo nimekuja na umoja ni nguvu, yaani nataka tuwe na umoja kwanza, maana pasipokuwa na umoja hakuna kitu tunaweza tukafanye. Umoja wetu adui asipate nafasi Kuwi na umoja, tusikiane, tusisikie mashauri ya pembeni. Na kama bitakwira ama mwingine alikula rushwa, tumulete tumwambie, kuya ya kwanza tuambie vya hivi vitu ni kitu gani kinaendeka, ama ni kitu gani kisichoendeka. Kwa ile wakati yenye tungali naye, ndio wakati ya kumuuliza hivi vitu viko kuliko tufike tuanze pigana. Tuulizane, eh? Musikie kutana ni bawili muko mnatumikia fasi matina na munapigana ile ni feblese. Si muko na ile uwezo kama ya kutumba ndio mwenye anashimamia bote? kwanini amwezi voveli raporo kwa ya kutumba, amwitishe ule generale wa pale, ama amwitishe ule mtu mwenye alifanya ile kosa ya kula, baadaye baongee ambie, wanimie likamata ota bali nipatie ama mie biko hivi na hivi, ama sikufanya v yote iko na. Kama alifanya vile, si justice iko, justice yetu ya wazalendo iko ubebe, kwa mababu apate fimbo, na kama hatapenda kupata fimbo, umtoshe akuwe adui na apigwe. Yani unaona, njo vile vitu viko, tusiingie mufeblese ya adui. Unaona alishaanza crier anaza sema no, kuna wazalendo ambao walishakuya kurejendre ku, ku, kurejendre eh, AFC na wanakuya kabisa. Ushanza kuvafundisha ile ni ingine mojawapo ya kuvunja, ni mojawapo ya silaha ya kuvunja roho wa raia, sema ya kwa benye tulikuwa tunatumainia tena bananza jiunga tena kule kwa adu, mana ile deja ni moja wapo, yaani napenda tu musikii na mjue Najua kama nao wako wanasikia, wanajua kama tayari tumewajua na tayari tumeshajua mbinu zao zote. Na kama muko mnona, viko banapiga batu Bukavu, Goma wapi, banapiga piga batu haiko, sema juu banakosa nijuu viko banapigwa, alafu bisirani inakuwa ya mingi, njo nona bananza kuya kurudishia batu amasira wa huko. Donk wanakwambiaka kama kwenye tembo mbili kunapigana mayani njwi, na pataka shida mayani nishe population. Unaona kama matembo mbili, wazalendo na M23 na bako wanapigana eh, bao hapana problemu nikupigana, lakini siye benye tunabaki pale ni kuna problemu Watu wengi wamenipigia wa, wa, sasa olomboka Mboka Bukavu, Goma nafasi nyingine pote, kutagombolewa hata bazalendo babaki bawili, pata pagombolewa goma tagombolewa, inabidi kwanza Bukavu nivile, goma nivile nafasi ambapo kuku watu, inabidi kwanza kuiwa. Adui akikimbia atakimbilia mwetaje wala mukave? Kuna makave mingi Bukavu

iko pale kazi yake ni kuangalia kila siku kine kinatokea yulu chini pembeni na mahali. So batu ya Bukavu inabidi tunakuwa na ile kitu wanaita solidarite umoja, na itakuwa kitu ya mzuri sana. Mimi ni wako kolo mboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari, nimekupatia moja kwa moja habari zako habari zetu, na nikusalimu nikikwambia kwamba uko ndani ya roho yetu, yaani nimekupenda zaidi sana, ndugu zangu, na ninawapatia tena salamu za undugu na za umoja. Tuwe na umoja, tutashinda.